Tangazeni viingilio. Sawa eh? Tangazeni viingilio. Maandishi manne yamekuja. Si mnatikiza maandishi matatu. Maandishi matatu sasa anakuja mkombozi wake huyo. Nne jumlisha tatu unapata saba. Sasa saba hiyo, namba saba sijajua kama inagawanyika. Namba saba inagawanyika? Saba igawanyiki. Sinagawanyika kwa saba yenyewe. Ah, sasa saba yenyewe ndio imegawanya, si ndio ile ile. Sifuri toa sifuri utasema nini? Si ndio mule mule tu sifuri. Eh, yani kitu kinachogawanyika maake mgawane hasawk kama jeuli mmesema ndio wenye mpira wenu wakubwa kwenye taifa hili kwe, yani, bye bye. Bye bye. Mpira wa Tanzania hautofungiwa ila kuna timu na baadhi wa watu watakwenda na maji ila mpira wa Tanzania utakuwa salama, sababu wale wanakuja kukagua, na utakuja kuona nini shida, nini tatizo liokuepo hapa. Shughuli za kuwa mapema tu, hamna kitu. Mimi naamini mpira wa Tanzania solution yake itakuwa imeshapatikana kwa ujio wa maandishi manne yeah. Baada haya maandishi matatu, ndio maana mwambie kiboko cha hatuchezi ni maandishi haya matatu. TFF, sasa wanakuja kutoka juu hawa, wanakuja kumaliza shughuli kwa, tunajua tarehe 22 tunakuja kumaliza ligi wapi KMC zidi akamaliza ligi. Eh, ligi si wametangaza wenyewe, bodi ya ligi inaisha tarehe 22. Sasa tarehe 25 ligi gani? Kwa sababu channel zote za Azam TV mpaka zile sinema zetu zote kufika saa tisa hazionyeshi kitu kingine ni mpira. Channel zote mpaka za kuangalia wanyama zote zinaonyesha mpira. Ah, hiyo tarehe 25 channel zote si za kuendelea kufanya kazi nyingine sasa. Hiyo ndo ligi inaanza. Hiyo tarehe 25 itakuwa mechi ya FA hiyo Zanzibar. Nyuma mwiko na Singida lakini ligi inaisha tarehe 22. Kwa hiyo sisi tukimaliza hapo shughuli imeisha. Walikuwa wanasubiri taarifa kwa umma. Simba watoe ndio watangaze vingilio. Haya maandishi manne hayo hapo hayo. Ndio taarifa kwa umma ile iliyokuwepo mtandaoni sasa hivi. Tangazeni vingilio. Simba amesema kwamba nyinyi mmeshinda, me kwamba mpira wa Tanzania umeshinda. Wakubwa wameshinda. Tunataka tuone ukubwa wenu ulipo. Hey, kio kile kiololo chake ndio kinamuondoa. Ndio hichi kinachoendelea. Huu ndio maana ya ueledi wa viongozi. Kuwa makini viongozi. Sio unapiga piga kelele tu kwenye vyombo vya habari. Haileti maana. Hii ndio maana halisi ya ubaya wa viongozi wa Simba. Ni viongozi ambao wametukuka. Hawa wanastahili kabisa kwenda kupewa cheo FIFA. Sio CAF, FIFA huko akapewa mamlaka huko. Wa. Wakaendeshe mahakama ya mpira duniani kasi. Wanawezekana hawa kaumua kesi mapema sana. Asubuhi tu watu washanyooka. Ndio hii hapa. Tangazeni vingilio hivyo. Ubaya ushakamilika huko. Ubaya ubaya. <laughs> Watu siku wala subiri taarifa kwa umma. Taarifa ndio hiyo hapo. Mapema. Yaani kabla kiza kijaingia, kabla hata ndege haijaenda kujificha kwenye bandari lake. Taarifa imetoka. Kuna taarifa imetoka baba. Sio walikuwa nasubiri taarifa kwa umma? Taarifa ndio iyo hapo hiyo. Hapa kuna maandishi matatu, kuna maandishi manne kodi hiyo. Kodi hiyo. Maandishi manne si FIFA. Maandishi matatu si TFF, maandishi haya, haya manne duniani huko wenye mpira wao wamekuja kuangalia chama cha soka Tanzania. Nini kinasumbua? Na nani anasumbua hapa Tanzania? Anaonekana ana mabawa. Sawa, ana miguu na mikono. Huyo ni kiumbe wa aina gani? Tutamjua siku chache kutoka sasa. Kwa Simba ni kama taarifa zimewafurahisha. Ya lazima zitufurahishe. Unaambiwa alisema alo lipo. Na kama alipo laja. Mwana kulitafuta, mwana kulipata. Ndichi hapo. Heta heta, gari uchana. Gara gara, hasi mazae. Yani Linga linga kilingishe kitu kikiwa juu. Kikidondoka chini, shughuli imeisha. Ndio tunakoelekea. Kwa hiyo wamebebwa bebwa. Muda wao sasa wa kushuka kwenye mabonde umeshafika. Hawatopanda topanda mlima tena. Wakiona mlima kibandasi, milima tutapanda sisi. Yaani watabaki kutuona tunasonga tuna, tuna mbele, alafu hawapo kabisa hata kwenye ligi. Wanaosema kwamba serikali inaingilia mpira. Nchi yetu inaonekana kwa ujio wa FIFA. Watu nimeona kwenye comment, kwa ujio wa FIFA tunaenda kufungiwa. Mpira wa Tanzania hautofungiwa ila kuna timu na baadhi wa watu watakwenda na maji ila mpira wa Tanzania utakuwa salama sababu wale wanakuja kukagua na watakuja kuona nini shida nini tatizo lililokuwepo hapa shughuli itakuwa mapema tu hamna kitu mimi naamini mpira wa Tanzania solution yake itakuwa imeshapatikana kwa hiyo hiyo wa maandishi manne eh, yeah. baada haya maandishi matatu ndio maana niwaambia kiboko cha hatuchezi ni maandishi haya matatu TFF. sasa wanakuja kutoka juu hawa wanakuja kumaliza shughuli watu walikuwa wajui kodi ni nini, nini? kuandika kiboko kibo, kibo cha wajamaa hasa, wanyakuja wenyewe. Mimi nilikuwa najua kinachoendelea na ndio maana nilikuja na hiyo. kwa nini nimekuja na mpira? majibu ndio hayo hapo, wenye mpira wao duniani wameshatua, ndio maana muda wote mimi unauchezea kwa shughuli. Sasa inaenda kutimia kwenye hiki ambacho kinachoendelea, kwa maana ya tetesi za kwamba FIFA ama shirikisho la soka eh, duniani eh, limetuma ujumbe eh, kwa ajili ya kuchunguza hiki ambacho kinachoendelea katika mpira wa Tanzania kwa takriban miezi miwili na kuangalizia pia uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika hapo mbeleni. Wana Simba, yani u... shutma zinapelekwa kwenu kwamba ni kama mmeenda kuchongea mpira wa Tanzania, kuna ukweli wowote kwani? Kwetu sisi kuna barua ilionekana imetumwa email kwenda kasi au kwenda FIFA, kwa bwana Gianni Infantino, uliona sisi tukutuma chochote. Simba alikaa kikao chao cha ndani takriban siku nne, mpaka leo siku ya tano timu inasafiri alfajiri, safari kuelekea kwenye mchezo wetu wa Kingoli kule Tabora. Kwa hiyo tukimaliza huo, tunajua tarehe 22 tunakuja kumaliza ligi wapi? KMC zidi ya kumaliza ligi. Eh ligi, si wametangaza wenyewe, bodi ya ligi inaisha tarehe 22. Hasa tarehe 25 ligi gani? Kwa sababu chaneli zote za Chaneli zote mpaka za kuangalia wanyama zote zinaonesha mpira. Ah, hiyo tarehe 25. Chaneli zote sisi zikuwa tunafanya kazi nyingine sasa. Hiyo ndio ligi inaanza au? Hiyo tarehe 25 itakuwa ta mechi ya FA hiyo Zanzibar. Nyuma mwiko na Singida lakini ligi inaisha tarehe 22. Kwa hiyo sasa, tukimaliza hapo shughuli imeisha. Walikuwa wanasubiri taarifa kwa umma. Simba watoe, ndio watangaze vingilio. Haya maandishi manne hayo hapo hayo. Ndio taarifa kwa umma ile iliyokuwepo mtandaoni sasa hizi. Tangazeni vingilio. Simemsema kwamba nyinyi mmeshinda, kwamba mpira wa Tanzania umeshinda, wakubwa wameshinda. Tunataka tuone ukubwa wenu ulipo, tangazeni viingilio sawa eh? Tangazeni viingilio, maandishi manne yamekuja, si mnatikiza maandishi matatu. Maandishi matatu, sasa anakuja mkombozi wake. Nne jumlisha tatu unapata saba. Sasa saba hiyo, namba saba sijajua kama inagawanyika. Namba saba inagawanyika, saba igawanyiki, sinagawanyika kwa saba yenyewe. Ah, sasa saba yenyewe ndio imegawanya, si ndio ile ile sifuri toa sifuri utasema nini? si ndio mule mule tu sifuri yeah. Eh, yani kitu kinachogawanyika maana mgawane sasa, kinagawanyika kwa nini mnagawana sasa. Ni kwa yako hiyo, unatoa mfuko huu unaika mfuko huu, yani ni kitu ambacho hakiwezi kuvunjika. Kwa hiyo ndio kinachokuja sasa, nyie kama jeuli, yani mmesema ndio wenye mpira wenu wakubwa kwenye taifa hili, ligi itakuwa haipo. Tutajua kama ligi haitokuwepo au nyinyi hatutakuwa nao, yani mimi naamini kabisa hatutakuwa nao baba jeni, bye bye. Bye bye. Tutaenda kuandamana huko kwenye mashimo huko na makolongo mkakutana na nguchilo huko huko wanakochokoa chokonoa mahindi huko wako nakopanda wanachokonoa wa chokonoa wa nguchilo, mtaenda kupambana nao, kufukuza nguchilo na kima wa. Lakini kwenye mpira wa Tanzania shughuli yenu ndio kwisha eh, hey, imekuja namba sio gawanyika tatu, tunajumlisha na nne na saba, kwisha shughuli yao TFF na bodi ya ligi. Sasa hivi tunaweza kusema eh, watulize vi, vichwa na akili kwenye hili ambalo linatajwa kwamba linakwenda kuchunguzwa. Mguto anaambiwa kapiga goli la mkono chumbani kwake mpaka kavunja dirisha. Steven mguto huyo. Piga goli la mkono ndani kwake kavunja mpaka dirisha. Saizi mkono na muuma. Flyo. Kwa sababu kaandamani sio wewe utoke, utoke ufai. Sasa katoka sasa. Sasa watu na watu watatoka. Yule katoka kwenye mlango mkuu, wao watatokea dirishani kama wezi hivi. Dirishani ndio utakapotolewa haya. Tembeni. Watu walikuwa wajui kwamba FIFA hawawapendi. Muda wote walikuwa wajui. Simba votoka taarifa ile baada ya tarehe ishirini na tano. Barua kule chini inaonekana wino wapeni umekatika. Maelezo hakuna. Kuna tarehe yetu, tarehe 25 kutoka tarehe 15. Hapa kuna nini kwenye 15? Mlipangiwa? Si mlipanga wenyewe? Cha pili, kwa nini wewe uliotangaza tarehe 15 kwenda 25 unajiuzuru baada ya masaa kadhaa? Umeona nini? Mwingine anasimamishwa. Tukinukuu yale maneno yao ya kusema kwamba fulani fulani kwanza wajiuzuru na tarehe ibadilishwe ndio tutacheza. Hilo limefanyika. Tumenote vile vitu vyote. Wao wamefungua koki. Sisi tumeenda kutikisa waya kwenye transformer. Wao wamefungua koki ya maji. Hata wewe ukienda nyumbani kwako unaweza kachukua kitambao ukafunga maji yakaendelea kusupply supply. Sisi tumeenda kubutua kwenye transformer. Umeme hakuna nchi nzima. Tunasikiliza umeme wa FIFA. Hiyo show show. Hiyo show show. Iyo show, show. Sawa, Nandi wanakuja FIFA wanakuja kuchunguza. Kuna usalama kweli kwenye mpira wetu? Na wakichunguza unajua wanaangalia mengi sana. Nakwambiaje? Mwana kulitafuta mwana kulipata. Tulikuwa tunapiga kelele mmezamini vilabu vinane. Yaani nyewe wenyewe mmekaa na dumu la petroli ndani. Sawa, alafu na mtume mwanao kalete kibiriti. Wewe wache jiko lako utumie. Ukitatokea nini? Kusi wanajilipua wenyewe. Ndo hichi hapa. Yaani una dumu la petroli unajifanya mimi namna gani mwamba unavimba? Tunaenda kulipua ba. Shughuli imeisha. Yaani mpira wa Tanzania naomba utabaki kuwa salama na utanyooka. Kwenye African Football League wewe ulikuwepo Benjamin Mkapa? Yaani Mfatino aliongea nini pale? Akapiga saluti kwanza kwa wanachama na mashabiki ya klabu ya Simba, akapiga saluti tatu. Sawa, siko mpira wa Tanzania. Kapiga saluti tatu kwa Simba Sports kwa sababu mashindano yale wa ya uhusiano na ligi yetu. Lakini shirikisho nimesimama kupokea wageni kutoka sehemu mbalimbali kusimamia ule mchezo. Maana ma maandalizi yalifana. Uwanja ulikubali, hakuna vurumai, hakuna nini, ndio maana kapiga saluti tatu. Alafu mwenzangu na mimi muuza mboga sokoni huko, unasimama unatikiza una, una tikisa mti. Unatikiza mti wenye wenye manyigwi. Saizi anawagonga wenyewe. Manundu tu. Manundu tu. Sasa tangazeni tarehe hiyo. Si mlikuwa mnataka taarifa kwa umma. Taarifa kwa umma ndio hiyo hapo hiyo. Tangazeni tarehe ya mechi. Tarehe ishatangazwa. Ishatangazwa? Sasa vingilio ta... mbona wa, mbona vingilio wataji? Vingilio mbona wataji? Na wao wenyewe walisema kabisa uwanja tusichagulie tunachagua wenyewe uwanja. Mbona sijasikia wakichagua wa uwanja? Uwanja wapi? Bodi ya ligi imesema Benjamin Mkapa tarehe 23. Kwa nini wasigome wakati mwanzo waligoma mnatupangia tarehe? Uwanja wapi? Uwanja tujachagua. Huo tarehe imepangwa na bodi ya ligi. Na uwanja umepangwa na bodi ya ligi. Mbona wasikia wakisema kwamba uwanja sio tu utaki? Sawa. Mbona wasemi uwanja wa utaki? Kwa hiyo hawa sasa ndio waharibifu wa mpira wa Tanzania. Tunataka tujue yule kigogo alomtaja alikamwe ajiandae kumtaja. Kigogo alosema alikamwe wa serikali. Haijalishi wa serikali ya Burundi ama Kenya ama Tanzania ama Rwanda ajiandae kumtaja. Asipomtaja naye anaondoka na maji. Ili panga linokuja kutoka huko juu ili panga la hatari hili. Panga la umeme hili sio la kunoa na tupa hili. Wajiandae. Wale wote wanaoharibu mpira huu wajiandae. Wanaondoka na maji, lakini mpira utabaki kwa salama. Si tuamini kama FIFA watatufungia ila kuna watu wataondoka na maji kupitia panga la FIFA. Kwenye hili. Wanatikisa tikisa sana nchi hii. Watajifanya wao wanatamba tamba sana nchi hii. Kutuona sisi hatuwezi kuongea. Siku zote bubu, haongei, lakini mpigie mwanae. Utamsikia kauli yake. Sasa kauli imetoka. FIFA. Sio kasi. FIFA. Maana kuna kasi alafu kuna FIFA. Kasi ni mahakama ya dunia. Lakini wanaokuja kuchunguza, sio kasi. Wale wanasubiri kesi. Kwa hiyo wamekuja watu wao sasa. Kabla barua wa haijaenda tu. FIFA wenye hao, kama manyigu wanatetemeka, wanakuja Tanzania. Kabla hatujapeleka barua. Wao wamepeleka bahasha, imepekuliwa, hamna kitu, ikarudishwa nyumbani. Tia kwenye dasmini sasa sisi kabla tujapeleka barua, watu hao wanadondoka. Sijui wanadondoka leo hii au kesho, taarifa za ndani wanadondoka lini, lakini walisema kwamba mpira wa Tanzania umeshinda eh, wakati ikipangwa tarehe hii imekuaje, si ndio? Hapo mandishi manne anakuja matatu, ameshashindwa mahakama ya mwanzo, ameshashinda anakuja mahakama kuu duniani. Kwa hiyo yale waliokuwa nasema kwamba mpira umeshinda ilikuwa ni kujifurahisha, hey, mind games mpira utashinda. Sasa baada ya wiki mbili mbele hizi, kabla ya kuelekea siku ya dabi sawa, tutakuwa tayari tunajua mpira Tanzania umeshinda, alafu wale watu ambao wanaonekana wameshindwa, tutawaona ule ukubwa wao na nini, utawasikia. Alafu waendelee kuandamana, sababu wale ndio wenye, mpira wao. Wakishakunyoosha wale, sijajua kama wanaenda kuandamana wapi. Nani atakusaidia? baba na mama watakubeba ukiwa mdogo, ukiwa mkubwa, hata ukitaka kubebwa, mama anakwambia hapana, muda wako wa kubebwa umeshaisha. mimi nitatumia busara na hekima basi, lakini kukubeba tena mgongoni yawezekani? Sasa wataenda kubeba wapi? sababu washatangaza watu wa FIFA wauni zile klipu zimefika kule, sio kwamba hajazisikia zile zile, wakwenda kule walivyofeli, wakatangaza kabisa mpira unaendeshwa na wauni. Alafu leo hii unaenda kutikisa usaidiwe hapa, nani akusaidie wewe? yule sasa anaojifanya yeye mwamba kwenye nchi hii, anajifanya yeye hataki kutajwa, anaitwa kigogo. Sawa, muda wake wa kutajwa umeshafika, muda wake umeshafika na ataondoka na maji, na yeye pia hatobaki salama, lakini mpira utabaki salama. Wale wanaosema ule msemo kwamba samaki wakioza kwenye tenga wote wameoza, ule msemo ni uongo. Samaki alioza ni mmoja, atatolewa yule, wengine wote wataingia kwenye ukango, watu watafanya kitoweo, kwa yule atatolewa, ataenda kutupwa huko akiwa robaki, watu wanatuchukua wanaweka kwenye ukango, sisi tunaendelea kuenjoy. Kwa hiyo samaki za zaloza ataonekana, tusubiri muda basi, tukae hapo hapo, tusubiri muda. Hatutaki kuzungumza mengi kwa sababu bado siku zipo. Mimi nikushukuru sana, asante sana. Ubaya, well. Ubaya ubaya ubaya ubaya tu. Ubaya, so buya ubele sasa hivi ni ubaya ubaya tu. Yaani ubaya ubaya tu. Buya ubele ushamalizika. Sasa hivi ni ubaya ubaya. Eh, yaani watu hawacheki na wala waoneshi kununa. Wanaonesha sura za kawaida, yaani kama wanatabasamu fulani lakini kutoa meno yao nje ya watoi. Unasikia majibu tu. Odada ni anasema kumfumania mke afake umwambie lolote. Yaani mna, mna, mnaishi. Anakufa kwa kihoro. Yaani mtu akakukuta, "Da, bwana fresh bwana. Ongera sana. Nikutakie kila laheri." Jamaa vipi huyu? Kwa nini aumii? Kila laheri bwana. Jamaa anaenda kula na kufa na kiolo. Huu jamaa inakuaje? Mbona kaniacha kawaida aje kutoka hivi? Kio kile kiolo chake ndio kinamuondoa ndio hichi kinachoendelea. Huu ndio maana ya weledi wa viongozi. Kuwa makini viongozi. Sio unapiga piga kelele tu kwenye vyombo vya habari. Haileti maana. Hii ndio maana halisi ya ubaya wa weledi. Viongozi wa Simba ni viongozi ambao wametukuka. Au wanastahili kabisa kwenda kupewa cheo FIFA huko. Sio kafu. FIFA huko wakapewa mamlaka huko. Wakaendesha mahakama ya mpira duniani kasi. Wanawezekana hao wakaamua kesi mapema sana. Asubuhi tu watu washanyooka. Ndo hii hapa tangazeni viingilio hivyo, ubaya ushakamilika huko. Asante sana <coughs>